Moja ya swali ambao watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwamba je, kati ya ulinzi wa anga wa Israel wa Iron Dome, na ulinzi wa anga wa Warusi wa S-400, upi ni yani ulinzi wa anga bora kuliko wa mwenzie? Nani mwenye ulinzi wa, kati ya hizi uh, air defenses mbili? Wapi wenye ulinzi wa anga bora zaidi ya mwenzie? Nikasema kuja niainishe hata tu kidogo tu ili tupate picha, hawa wote ni watu ambao wanajua kutengeneza teknolojia nzuri sana za kijeshi Waisraeli wako vizuri sana katika swala zima kutengeneza teknolojia na Warusi wako vizuri sana katika hilo, na Israel wana ulinzi wao wa Iron Dome, ni ulinzi bora duniani, lakini pia na ulinzi wa anga wa S-400 nao pia ni ulinzi bora duniani. Pamoja na kwamba hawa wote wawili wana ulinzi bora wa anga duniani, lakini ulinzi wao wa anga ni tofauti. Kwa hiyo hata kushindanisha inakuwa haina haja, kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Naweza nikawapa mfano mdogo mfano mdogo ni kwenye swala zima la masafa. Ulinzi wa anga wa Iron Dome wa Israel ni kwa ajili ya masafa mafupi na ulinzi wa anga wa mrusi wa S-400 ni kwa ajili ya masafa marefu. Kwa hiyo tunaona hapo ni vitu viwili tofauti, kwa hivyo havina haja hata ya kushindanisha. Mrusi ana maadui zake walio mbali kama wa Marekani huko, kwa hiyo anatengeneza kitu ambacho kitahimili uh, vitu vizito kutoka mbali. Israel, maadui zake wamemzunguka pale pale mashariki ya kati katika kutengeneza vitu ambavyo vitahimili vitu vizito vinavyotoka pale pale mashariki ya kati ndio maana Iron Dome ni ya masafa mafupi, na S-400 ya Warusi ni ulinzi wa anga wa masafa marefu. Kwa hiyo Iron Dome wa Waisraeli ni ulinzi wa anga ambao wanaweza uh, kupangua uh, kwa mfano short range rockets, kwa mfano zile. Kwa hiyo ni za masafa mafupi kama nilivyosema kwa Kiingereza short range, umeona. Rocket za masafa mafupi pia wanaweza kupangua artillery, lakini pia wanaweza kupangua zile mortars. Alafu S-400 ya Warusi tunaona ni ulinzi wa anga ambao unaweza kupangua makombora ya masafa marefu kama cruise missiles, ballistic missiles, pamoja na aircraft. Umeona, hivi ni vitu tofauti. Kwa hiyo tukisema tulinganishe nani anao bora duniani, tunaweza tukasema Warusi kwa sababu wao ukiununua utakuwezesha wewe kupambana na maadui pia walioko mbali zaidi, lakini ukinunua wa Israel wa Iron Dome utakufanya upambane na maadui walioko karibu tu. Umeona, ndio maana wa China wakakimbilia ule wa Warusi lakini pia, wahindi, kununua lakini maana wa Hindi wakakimbilia kununua ulinzi wa anga wa Warusi wa S-400. Lakini pia tunamuona Mturuki japo yuko NATO lakini akaamua kununua lakini pia tunaona Iran naye anautaka sana, pengine kashapelekewa, na hii kitu inawakasirisha sana Israeli, kwa sababu Iran wakiwa nao itawawia vigumu Israeli kurusha makombora ndani ya Iran, asasa katika miundombinu yao ya nuclear. Umeona, kwa hiyo hii ndio tofauti. Je, nani mwenye jeshi bora kati ya Israeli pamoja na Warusi wenki, huo? na ni swali ambalo watu wengi pia huwa wanajiuliza, na niko hapa kwa ajili ya kukujibu. Hii ni Rachel Robin Online TV, usisahau ku subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kama hizi. Kulinganisha jeshi la Israeli pamoja na la Warusi inakuwa ni kama vile hata hatuwatendei haki, kwa sababu ni vitu viwili tofauti, ni sasa umlinganishe mtoto na mtu mzima. Urusi ni jeshi namba mbili duniani, Israeli ni jeshi namba kumi na nane duniani. Kwa hiyo mpaka hapo tu unaona ni watu ambao hawalingani. Jeshi namba mbili duniani na jeshi namba kumi na mbili duniani na jeshi namba kumi na nane duniani. Kwa hiyo kwenye rank za dunia za kijeshi Mrusi yuko juu yu zaidi zaidi ya Israeli. Israeli hata kumi bora hafiki. Umeona? Lakini si kwamba wanajeshi bado. Israeli ni mmoja wa watu ambao wanajeshi nzuri sana. Lakini kuna vigezo ambavyo vinawafanya wasifike kumi bora. Umeona? Uh, kwa sababu moja ya vigezo hawana wanajeshi wengi. Umeona? Na Warusi wana wanajeshi wengi. Ukiangalia wanajeshi wa Urusi wale wa Moscow tu. Nafikiri wanazidi mara mbili ya wanajeshi wa Israeli nzima. Oh, let's say wa, Waisraeli na Warusi wamepakana wakaingia vitani, ni wazi kabisa kwamba Warusi hawatakuwa na haja hata kuchukua wanajeshi kutoka maeneo mengine. Watawabeba wale wanajeshi wa Moscow tu wakapigana na Israeli. Ndio hivyo. Oh, kwao ni vitu viwili tofauti kati ya hawa watu. Umeona? Jeshi la Warusi kama nilivyosema ni namba mbili duniani, lakini hii ni renki tu ile ya dunia kutokana na kwamba ukihesabu okay, pia na vifaa namba wa, wa, namba moja duniani ni Marekani ana budget kubwa ya jeshi kuliko nchi zote duniani kijeshi. Kwa hiyo ana vifaa vingi vya kijeshi kuliko nchi zote duniani. Kwa hiyo hii inamfanya awe juu ya Mrusi katika renki za kijeshi duniani. Lakini katika swala la nguvu kazi, inakuwa ni tofauti. Katika swala zima katika la nguvu kazi, tunaona Warusi mara nyingi wakikutana na Wamarekani vitani, Warusi huo ndo wanashinda na pengine hii ni kutokana na kwamba pengine Warusi wana uzoefu wa muda mrefu kivita kwa sababu Warusi tayari walikuwa wameshapigana vita nyingi za kibabe toka zile enzi za imaya kuanzia Marekani haijaundwa kuwa nchi. Umeona, Marekani wamepata uhuru wamekuta Warusi tayari ni wababe wa vita, washapigana vita nyingi sana huko nyuma. Kwa hiyo wanapokuwa uwanjani, hawajawahi kupigana vita ya wao moja kwa moja, ila wao wanakutana majeshi yao katika nchi, katika historia, kuanzia vita kuu ya pili ya dunia imeisha mpaka leo, hawajawahi kukutana vitani hawa watu Marekani akashinda dhidi ya Mrusi. Siku zote Marekani huwa anashindwa kutimiza azma yake, mifano China, Korea, uh, Vietnam, uh, vita ya India na Pakistani, Angola, vita ya Ugadeni ya Somalia pamoja na Ethiopia, uh, vita wapi, Syria mwaka elfu mbili na kumi na tano maeneo mengi huwo, wakikutana Marekani lazima atimize azma amini, Mrusi lazima atimize azma, Marekani anashindwa Mwaka elfu moja wa mia tisa kumi na nane Wamarekani waliingiza majeshi ndani ya Urusi katika vita ya Urusi yenyewe kwa wenyewe. Wamarekani walipigwa na Red Army, na wanajeshi wao wengi walizikwa pale. Kwa hiyo katika historia majeshi yao yakikutana, wa Warusi huwa wanaibuka kidedea, pengine kwa sababu ya uzoefu mkubwa na pengine kwa sababu wanajeshi wao huwa wanapigania utaifa zaidi. Wanajeshi wa Marekani wengi wamechanganyika, wametoka katika nchi tofauti tofauti, wakakutana pale. Kwa hiyo ule uzalendo pengine kamili haupo. Sielewi ni kwa nini, lakini katika suala la nguvu kazi Warusi huwa wanaonyesha nguvu wakiwa vitani tofauti na Wamarekani huwa wanashindwa kutimiza azma zao. Umeona? Mmoja ya legacy waliwaacha Warusi katika mashindano ya Wamarekani wa na Warusi vitani mfano serikali ya China. Serikali ya China iliyoko madarakani iliwekwa na Warusi. Wamarekani walishindwa mbele ya, wa, ya, Warusi kuingiza wao serikali katika nchi ya China. Warusi ndio wakaiweka na iko madarakani paka leo. Lakini pia serikali ya Vietnam. Serikali ya Vietnam iliwekwa na Warusi madarakani. Wamarekani walishindwa, umeona, kuiweka serikali nyingine Vietnam. Kwa hiyo mrusi akavunja mpaka ile Vietnam ya kusini iliyokuwa inasimamiwa na Wamarekani, akaiunganisha Vietnam nzima na hivyo yakawa hivyo. Lakini pia Angola, Angola chama chao nafikiri mpaka sasa hivi nikiliingizwa na Warusi, umeona. Kwa hiyo wameacha alama kubwa katika mambo mengi, katika maeneo mengi sana. Waliokuwa wanapambana na Wamarekani walikuwa wanashinda Warusi, kwa hiyo tunasema warusi ni namba mbili, wamezidiwa na Marekani kwa sababu Marekani ana vifaa vingi na bajeti kubwa kuliko wao, lakini katika swala la nguvu kazi kukutana uwanjani, Warusi huo ni namba moja. Kwa hiyo kama jeshi la Urusi sasa lina vigezo hivi, huwezi kulinganisha na jeshi la Israeli. Israeli hajawahi kupigana vita zozote zile za kibabe zaidi ya kupigana na Waarabu, umeona. Uh, mrusi amepigana na imaya umeona kama ima ya Wajeni, ima ya Uturuki, ima ya siku ya nani. Mrusi kapigana na Wamarekani ana kwa ana? Israeli haje kupigana na Wamarekani, Israeli haje kupigana na Mchina, Israeli haje kupigana na Mrusi, Israeli haje kupigana na Iran, umeona vita ile ana kwa ana? zaidi ya juzi kuishatuma makombora hapa na pale. kwa hiyo Israeli haje kupigana na nchi zenye majeshi ya kibabe duniani zaidi ya kupigana na Waarabu ambao huwa ni dhaifu kijeshi kama sisi Waafrika wengi dhaifu kijeshi, na Waarabu hapo vile vile. kwa hiyo zaidi ya kupigana na Waarabu ni makoloni ya Waingereza na wa Marekani. Umeona, yaani Waarabu wako chini ya Waingereza na wa Marekani kwa muda mrefu. Kwa hiyo wanapopigana na Israeli wakati Israel na yenyewe sasa ndio inalelewa na Marekani zaidi na Waingereza zaidi, inakuwa hata nguvu ya kupigana na Israeli hawana kabisa. Umeona, kwa hiyo kipimo cha kuita Israeli inaweza ikawa labda ina nguvu kuliko muzi akipo, kwa sababu Israeli ajapigana vita yoyote ile ambayo ya kibabu akasema kwamba anaweza tunaweza tukamlinganisha na mrusi, lakini vigezo vingine ndio kama hivyo nilivyosema, kwamba hata ranki tu ya majeshi duniani Israel ni namba 18 warusi namba 2 Umeona, unless siku tukimuona Israel anapigana na nchi kali na akashinda vita kali, hapo sawa. Lakini katika swala zima la teknolojia, kama nilivyosema, na wao ni wazuri, na zipo baadhi ya teknolojia nafikiri kama drones warusi wananunua Israeli, kitu kama hicho. Nafikiri warusi wana kuna drones ambazo wamenunua kutoka Israel. Ni wazuri na Warusi wanawaamini wa Israel kwamba wako vizuri, umeona. Lakini katika swala zima la jeshi na nini na nini hawaendani, ni vitu vingi, na mafuta, Warusi wako juu zaidi, Israel wako chini. Israel unaweza kuwalinganisha na wale wale watu wa pale mashariki ya kati, lakini sio la na hizi superpowers hapana. Na kuhusiana na teknolojia, of course, ni moja ya watu bora duniani kwa swala zima la teknolojia lakini pia huwezi kulinganisha na warusi na wamarekani na wa, na, wa na wa China huwezi kulinganisha nao. Umeona, Israeli anatamba katika eneo lake la mashariki ya kati, yuko vizuri katika eneo lake la mashariki ya kati, lakini huwezi kumlinganisha nao hata tu na Iran.